wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli wa ba'd, baada ya kumsifu Allah na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa aalihi wa sallam, jana katika mtiririko wetu tulikuwa baada ya kuzungumza kwamba lau kama mtu atakimbia kumjua Allah subhanahu wa taala na majina yake na akakimbia kufuata taswira zile ambazo Allah mwenyewe amezieleza, basi huyu mtu akibeba taswira nyingine za kutengenezewa tu hapa duniani, siku moja atajikuta amepata tukio la kumshangaza sana, na hataweza kurudisha nyuma. Tukawa tumo ndani ya kuyajibu maswali ambayo Allah mwenyewe, Allah mwenyewe ametufundisha majibu yake na huwezi kuyapata sehemu nyingine. Tukawa tumejibu moja, hikma za misiba ni zipi? Na ni wapi mimi nimetoka? Allah ametupa majibu. Tukaona kwamba Allah mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala amekwisha tujibu, yeye ndiye aliyeumba uhai na mauti ili akujaribuni ni nani atafanya vizuri hapa duniani na hikma za misiba tukawa tumezungumza zilizozungumzwa kwenye tume Surat al-Baqara aya ya mia moja na hamsini na tano kwamba Allah mwenyewe anatujaribu katika haya maisha, kuwa tupate aina za woga, baadhi ya nyakati njaa, kupungukiwa na mali, kufiwa, matunda, na akasema wape habari njema wale ambao watakuwa ni wenye kusubiri katika hayo tukaona pia katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwamba jambo la muumini ni la kustajabisha sana, kwani kila jambo analokuwa linalomtokea yeye kwake ni kheri. Likimpata na kumfurahisha ni kheri kwake, kwa sababu atakuwa ni mwenye kushukuru na ataongezewa, na akipatwa na jambo la kumpa misukosuko, basi husubiri na kule kusubiri huwa ni kheri kwake. Leo tukiendelea vile vile katika kupata majibu ya maswali haya yanaokuwa yanatusumbua ambalo moja litakuwa hapa: kwa nini mimi nimekuja? Nimekuaje? Kwaje? na mwisho nini? au kwa ni, nimekuja nime kuja vipi? Ikoje? utaratibu gani? yani hasa ulionifanya mimi nikawa nimekuja. Siri ya maisha haya kuwepo duniani ni nini? Ndugu zangu, lau kama mwanadamu atabeba shahada zote za dunia, unazozijua za masomo yote, akawa amechukua nazo yeye sifa za shahada hizi, akikata roho huwa zimekwisha zote, unazozifahamu, ambaye ni mtaalamu wa hiki wa kile wa kile wa kile, akishakata roho tu wow. Furaha ya shahada zile na faida kunufaika kwake na zile huwa kumeshamalizika. La, lakini lau kama atajipendekeza kumtafuta Allah atajipendekeza mpaka akawa amemjua maarifa yake, haya Allah, ya kumjua Allah yatamnufaisha hapa duniani na baada ya kuondoka pia, ha haya maarifa haya yatamsaidia na yatamnufaisha sana, na yatakuwa kwake ni furaha moja kwa moja. Sasa hebu tuangalie katika yale maswali ambayo yanatupa tabu: nimetoka toka wapi mimi, sasa kwaje wapi mpaka nikaja hapa? Allah subhanahu wa ta'ala, katika Suratul Baqara na nyingine, anatupa majibu haya ya kukinanyisha kabisa, maanake ni mwanzo wa maumbile yetu, wala tukwaatuko yeye. Ndo anatupa historia, anasema hivi katika sura al-Baqara aya 30: a'udhu billahi minash shaytani rajim, wa idh qala rabbuka, waeleze mtume watu hawa, idh qala rabbuka, wakati ule aliposema bwana wako, lilmalaikati, kuwambia malaika, inni ja'ilun Fil ardi khalifa, mimi na mpango wa kuweka katika ardhi ile, kuweka msimamizi. Habari hiyo hatupo sisi, hatuja kuwepo kabisa, hatujaungwa. Mungu anazungumza anachotaka kukifanya kwetu ambao atatuumba. Malaika, mimi nina mpango wa kuweka kiongozi atakayesimamia pale, msimamizi wa sehemu ile, kwa mpango wangu mimi asimamie pale, khalifa. Malaika Allah anatuambia qalu malaika, wakasema atajalu fiha ya rabbi, utamweka katika ardhi ile man yufsidu fiha, yule ambaye atafanya uharibifu wa yasfiku dimaa na atamwaga damu. Malaika walijuaje habari hii ya kwamba tutafanya uharibifu na kumwaga damu na hatujaumbwa? Ni hivi, ni pale tunapopitia kwenye darasa zetu nyingine, tukasema Allah kabla ya kutuumba aliiumba kalamu, akaiambia andika, kalamu kaandika. Na kabla ya kuandika kalamu ikasema ya Rabbi, niandike nini? Kitu gani niandike? Tukaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam fajara fi tilka saa ma huwa kainu ila qiyam saa. Vikawa vinapita kuanzia wakati ule waswali lile la, la, la ile kalamu niandike nini, vikapita mbele ya kalamu, vinapita vile vinavyotakiwa kuwa katika ulimwengu mpaka siku ya Kiyama, vyote vilivyotakiwa viwe vikapita, kalamu ikasajili. Ni kwamba Allah tayari, baada ya kuumba hiyo kalamu, akaumba lohi mahfudhi isajiliwe. Aka sa... kalamu ikasajili ikaandika vitu vyote. Maana yake ni kwamba baada ya kuumbwa malaika nao wakaona habari ya wanadamu pale kwenye bodi, pia hao watakaoumbwa, anawasema Allah kwamba nataka niumbe kiumbe nimweke pale maandiko na picha zilizoko pale, malaika chapuchapu wakaziona. Huyu khalifa anayetakiwa kuumbwa duniani, si ndio? Wale watakaozaliana wale pale anawaona, wakaona maisha yetu yalivyo, kuna kupiganapigana sana na kumwaga damu nyingi. Na malaika walivyoumbwa sifa zao wao ni watiifu, hawapingi kitu na hawana ugomvi kwao. Kwa hiyo walikuwa wanatamani waone viumbe kama walivyo wao wa utiifu tu, hawakutegemea kwamba kutakuwa kuna viumbe wawe wanafanya fujo. Kwa hiyo wakawa wanaziona zile fujo sana kuliko kuona zile ibada. Wanadamu pia hapa duniani katika yaliyoandikwa ni kwamba wataabudu pia, ndivyo sivyo? eh? ataabudu watafanya hija wataonekana, wanazunguka wanafanya, lakini malaika vitu hivyo kwao vipo, hawakuvishangaa hawakuviangalia sana, wakawa wanaona zile doti, doti zile za kupigana kumwaga damu. Vumu vumu ya Rabbi, utaumba viumbe watafanya fujo, hawa watamwaga damu, sisi akasemaje, wa nahnu nusabbihu bihamdika, na sisi tunakusabihi wewe kwa sifa zako, wanukaddisu laka, tunakutakasa Kala Allah akawaambia: inni aalamu ma la talamun, mi najua vitu msivyovijua, acheni kujadili hilo. Basi wakawa hawana cha kufanya. Sasa kwenye sura hii, aya hii, kuna ujumbe hapa. Kabla hatujaumbwa, Allah ametangaza kutuumba, kutuweka wapi? duniani, ndivyo sivyo? Ameshatangaza hilo, hatujaumbwa. Nataka niumbe kiumbe, nimweke pale duniani pale. Picha hiyo, si tumeshaipata? Sawa, tumetangaziwa sisi kuumbwa, kuletwa pale. Haya, ujumbe huo Allah pia akauzungumza katika Surat Saad aya 71 ih qala rabuka lilmalaikati wakati ulia alipowambia, Allah bwana kuambia wako kuwambia malaika, inni halikun bashara, mimi nitamuumba mtu huyo, kiumbe mwenyewe ndio huyo mtu sisi, sawa tini, tena nitamuumba kwa udongo. Hata kuumbwa kwetu kukawakakusha bainiwa tutaumbwa nanini kwa udongo, na hilo leo elimu iliyopo na akili wala hazipingi kuwa si tumeumbwa wa udongo ni asili yetu haipingiki. Yaani udongo na miili yetu ndio asili haipingiki, wataalamu wote wanasema hivi. Udongo ambao sisi ndio maisha yetu, lazima tule kwenye udongo. Sawa sawa? Eh? Na vitu vyetu vyote, vitu vyetu vyote ni vya udongo. Na kwa kuwa udongo ndio mama kabisa kwetu, ukiingizwa kwenye udongo unayeyuka haraka sana. Mtu akigusishwa udongo tu mara moja, siku mbili tatu tamkisha kwa maji kabisa amekwisha yeyuka. Kwa hiyo tukajua pia kumbe asili ya kuumbwa kwetu Mungu alishaitangaza kabla watu hawajagundua kwenye utaalamu. Tumeumbwa kwa udongo. Majibu ameyatoa Allah na Suratul Hijri aya ya ishirini na sita. Allah akabaini hivi, wa laqad khalaqnal insana, na kwa hakika tulimuumba mwanadamu, ndio sisi. Sasa min salsalin, kwenye udongo mkavu kwenye swalswali, udongo mkavu. min hamain, udongo wenyewe uliokuwa umekaushwa ukavu wenyewe. swalswal Swalswali ni ile sauti ya kwa udongo ukishakauka ukiugonga hivi, si so, unalia nganga, sawa eh? udongo ambao katika kukauka kwake umekauka mpaka unatoa sauti ukiugonga. min hamain, kutoka katika udongo uliovundishwa mwanzo Yani, udongo umewekwa maji ukapondwa ukapondwa ukavunda, sasa halafu ukakaushwa, masnuni uliofikia hali ya kuvunda. Kwa hiyo hata taswira ya kuumbwa kwetu Allah ameibaini tunaijua, utaalamu ndio umefikia baadaye kutambua sisi tukoje sasa, lakini Allah alikwishatoa majibu ya maswali haya. Ndio maana tukawa tunasema kwenye somo letu kwamba kuna majibu ya maswali ambayo ungehangaika sana, lakini Allah ameshayajibu. Kwa kujisogeza kwa Allah, kuyajua majina yake, ukamjua ndiye muumbaji Allah. Halafu mimi aliniumba lini? alikuwa na mpango gani mpaka kuja akasema kwamba nimemkusudia kumweka kiumbe msimamizi anayesimamia khalifa, kusimamia. Manake ni jambo fulani lake huyo, anayetaka au ni wewe unalotaka? Lake yeye ndivyo, sivyo? Na jambo langu nataka nimweke hapa kwenye ardhi hii, asimamie ardhi yenyewe. Imekuwa imebainishwa kabisa, fil ardhi, kwenye ardhi ile, sio ardhi ya planeti nyingine. A, hii sawa? So, sawa so, eh? Khalifa, msimamizi. Kwa hiyo hata kazi tukabainiwa tuje tufanye kazi maalum. Sasa ukiletwa hapa, halafu we ukafanya vya kwako, ndio kazi ulioletewa? mimi si niko huru bwana, uko huru kufanya nini nachotaka? hukuumbwa kwa hilo, uliumbwa usimamie kazi maalum na majibu mengine Allah alibaini katika Qurani kwamba hii kazi yenyewe niliotaka kumpa huyu niliwaonyesha viumbe wengine kuifanya wakalalamika, yarabbi hii kazi ngumu. Walionyesha wengine, inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal, tuliionyesha hii amana hii ya kubeba, tukaionyesha kwa milima na nani na ardhi yenyewe ibebe vyote. Fa abaina ayahmilna, vikakataa, yarabbi kwa hiyo umesema kuna malipo, kuna naadhabu. Sisi tunaogopa hiyo adhabu, hatuwezi kubeba hizi, ya rabbi. Wahamala hal insan, mwanadamu alikuonyeshwa hii kazi akasema nitabeba. Ndio sisi tulikubali kubeba, na tulipokubali kubeba, Allah akatupa heshima kwa sababu ya kukubali kubeba. Walakad karramna bani adam, tulimpa heshima kubwa mwanaadamu kwa kule kukubali kubeba. Wahamalnahum fi lbarri wal bahri tukambeba yeye kwenye bara na kwenye chikavu na baharini, kwa sababu ya kubeba ile amana tukampa heshima. Mungu akatupa heshima, viumbe vingine vinatutii sawasawa eh? Warazaknahum min at-tayyibat, tukawaruzuku vitu vizuri vizuri. Wafaddalnahum ala kathiri mimman khalaqna, tukawafadhilisha wanadamu kuliko viumbe wengine wengi tuliowaumba. Tafdhila, kwa fadhila nyingi nyingi Mungu ametupa tafdhil, ametufadhilisha sana tunawatumikisha viumbe wengine, tunawatuma wanatutumikia, sawa so, sawa so, eh. kwa ajili ya nini lakini, ukhalifa, kusimamia kazi yake. Akatubainia Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Dhariyati aya 56, wama khalaktu ljinna wal insa illa liyabudun, sikuumba majini na wanadamu kwa kazi nyingine, ila ni kwamba wanitumikie tu wanitumikie nini? Ule ukhalifa niliowapa kazi fulani, fanyeni hii fanyeni hii, hakuna vingine. Ndicho tulichoumbiwa ndugu zangu, si ndio? Majibu yanapatikana sasa. Akija mtu kwa ufedhuli tu akaletewa falsafa za kidunia akawa anazishika hizo, zitamfedhehesha siku moja, atapata shida. Lakini akirudi akimtafuta Allah subhanahu wa ta'ala na majibu aliyoyatoa ya ataona yanakwenda sambamba na ulimwengu anaoishi hamna msukumo, hamna kusukumana. Maji yanateremka hivi, na wewe unakwenda hivi, lakini maji yanateremka hivi kwa kasi, wewe unataka kuogelea kuja huku, utapigwa na magogo kichwani yanayochukuliwa na maji. Kwa hiyo shida kubwa inayotupata ni pale tunapokuwa hatukubali kwenda na mtiririko, kwa sababu si tumeletwa ni makhalifa kusimamia kazi za watu, kazi za Allah subhanahu wataala alizoziweka tukiwa tunakwenda vile vile, husumbuani kabisa, utaona kila kitu kiko vizuri. Mtu anasema anyiwe Islam, napenda sana kunawanawa kila saa. Mnanawanawa tu, mnanawa mnatumia maji mengi haya. Ebu wewe unapenda nini? Wewe hebu fanya hicho kingine ambacho ki unaona ndio kizuri, halafu uone kitakachotokea. Umepingana na msukumo wa maji, utanuka tu. Ndivyo sivyo? Lazima uende na ule mtiririko sunna alizozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam zote ukiziangalia zinakubaliana na maumbile. Anakuambia piga mswaki sana. Leo watu wanaambia usipopiga mswaki utapata hili utapata hili. Tahiriweni, mtahiriwe, sunna za maumbile. Watu hawataki kutahiriwa mpaka mwisho. Jamani, kutahiri kunaondoa magonjwa mengi. Na unaona kila kitu, lala kwa wakati. Ukipingana na hali hiyo, hutaki kulala, unajifanya mjanja, mambo mengine yanaharibika unaharibu system huko alafu, mwili umeweka umeweka kumbukumbu za usingizi, unakuja kulala katikati ya barabara unagonga. Yani, kuna memory inakusanya ule usingizi uliokuwa unadaiwa, upo wewe, umejinyana, unataka kulala, unataka kulala, wewe unakuambia mimi niko hapa, mara uko barabara na umefumba dakika mbili chini. Lazima uende kwa mpango ule ule. Oh, mambo yatakomfanya mtu awe anaishi vizuri na ana kumbukumbu nzuri na, na alale kwa kipimo hiki wewe, oh, unashindana utakulala unakesha unabeti tu i kuna hiki ule hivi unashindana unakula unavyotaka wewe unaharibu. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu kula alisemaje? Alisema, kitu shari sana katika mwili wa mwanadamu ni tumbo, kulijaza jaza jaza, ili tumbo ili shari mno Masahaba wakasema ya Rasulullah, hatuna namna bwana, tunataka tule, wa vitu vipo Mungu ameviumba. Akawaambia ikiwa hapana budi basi, theluthi moja, theluthi tu iwe ya chakula, theluthi moja iwe ya kinywaji, ubakishe theluthi moja ya pumzi. Haya, mtu akiweza kula hivyo atakuwa na afya nzuri kweli kweli. Wewe unasema ah bwana, msosi ukija mimi nikujaza pumzi, namwachia Mungu. Utaumwa lazima ubarikiwe tu, hakuna vingine ndugu zangu. Haya, majibu Mungu amekwisha yaweka. Tukijisogeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tukajifunza majina yake, tukayaona yanavyo apply katika maisha yetu, utaona kila kitu kinakwenda vizuri, utaongozwa kwenye hili. Mudabbir yuko anasimamia. Unajua, afala yatadabbaruna al-Qur'an, hawazingatii hii Qur'ani imesema nini? Wakizingatia, watu wanaona kila kitu kimejibiwa. Naona niishie hapo, tushike vizuri kwamba sisi tumeletwa katika dunia hii ni makhalifa wa kusimamia kazi aliyoitaka Allah subhanahu wa taala. Ukifanya kivyako, utaharibu dunia na utajiharibia mwenyewe. Sisi ni makhalifa wasimamizi, kama vile anavyotaka Allah, sio tuendeshe tunavyotaka sisi wenyewe. Tukifanya tunavyotaka wenyewe, utakuwa umemwisha ng'ombe diesel, unataka eti abebe jembe kubwa kama la trekta, kwa sababu akishakuwa na diesel naye atakuwa itawezekana baridi? Au utakuwa trekta umelijaza mapumba, unasema ah, bwana, nataka nipunguze gharama, bwana diesel kwenye trekta lililime bwana, nitakuwa mimi nitajaza tu pumba pumba anazokula ngombe, naye itawezekana baridi? wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa